Amina kabla hujani hukumu. Ahadi iliyoandikwa kwa machozi. Episode ya pili. Simu iliendelea kuita. Moyo wa Amina ulipiga kwa kasi. Hatimaye akapokea. Halo? Sauti yake ilikuwa dhaifu. Upande wa pili kulikuwa na ukimya mfupi. Kisha sauti ya Kasimu ikasema kwa uzito. Amina, kabla hujanihukumu, nataka ujue ukweli. Amina alinyamaza, alitaka kupiga kelele, lakini machozi yakamshinda. Kasimu akaendelea, sikukuacha kwa sababu sikuupenda, nililazimishwa. Maneno hayo yakamchanganya Amina. Kasimu akakiri kuwa familia yake ilimlazimisha kuoa mwanamke mwingine kwa sababu ya hali ya kifamilia na fedha. Alipambana, alikataa lakini akaishiwa nguvu. nilijua nikikuambia mapema ningekuvunja zaidi. Amina alifunga macho, maumivu yalikuwa bado yapo, lakini sasa yalikuwa na jinya. Kwa sauti ya kutetemeka, Amina akasema, Kasimu, mapenzi bila ujasiri ni maumivu ya kudumu. Kimya kilitawala. Mwisho Kasimu akasema, nimepoteza kitu cha thamani kuliko chochote. Amina akakata simu. Kwa mara ya kwanza hakulia, alihema kwa nguvu, akajifuta machozi, akasimama. Alielewa jambo moja, si kila ahadi iliyovunjika ni mwisho wa maisha. Wakati mwingine ni mwanzo wa kujipenda. Amina akachukua simu yake, akafuta namba ya Kasimu, lakini moyo wake haukuwa tayari kufunga mlango wote.